Nilimchukulia kama bos wangu na nilimheshimu sana. Lakini siku moja aliniita na kuniambia kitu ambacho kilibadilisha kila kitu. Aliniambia, Maria, nakupenda. Kwa muda nilihisi dunia imesimama, nilishindwa kuamini kuwa maneno hayo yanatoka kwake, mtu niliyemwona kama baba, kama kiongozi wangu. Siku hiyo maisha yangu yalibadilika. Hii si hadithi tu, ni ukweli unauma, unaowapata wasichana wengi wa kazi. Nilijua ninapaswa kuchagua kati ya heshima na hofu. Na ndipo nilipoamua kufanya jambo lisilowezekana. Hii ndiyo safari yangu kutoka kwenye fedheha hadi rehema, kutoka usaliti hadi baraka. Jina langu ni Maria. Kila siku ninapoamka kabla ya alfajiri, nikijifuta machozi ya usingizi, najikumbusha sababu yangu ya kuishi. Maisha yangu si kuhusu mimi peke yangu. Ni kuhusu mama yangu mgonjwa anayenitegemea kule kijijini na mdogo wangu anayesoma kwa bidii akiamini, siku moja maisha yatabadilika. Ndiyo, wananiangalia kama tumaini lao pekee. Na hiyo ndiyo sababu hata nikiumia na nyamaza. Nilitoka katika familia ya kawaida sana. Tumezaliwa mimi na kaka yangu mdogo. Wazazi wetu walitupenda sana. Lakini maisha yalibadilika haraka. Baba alifariki nikiwa bado msichana mdogo na mama alijitahidi sana kunisomesha. Lakini ndoto zangu zilikatika ghafla baada ya mama kuugua. Hakuwa na uwezo tena wa kutulipia karo. Niliona mateso machoni pake kila alipoomba msaada. Hapo ndipo nilipoamua kwenda kufanya kazi ya ndani. Kufanya kazi ya nyumbani si rahisi. Watu wanakudharau. Wanakutazama kana kwamba wewe si binadamu. Unasafisha sakafu zao, unaosha vyombo vyao, unawapikia, lakini bado wanakutazama chini. Wakati mwingine maneno yao yananikata rohoni. Lakini kila siku niliamua kuvumilia. Kila siku niliamua kutojibu vibaya, kwa sababu najua kimya nacho kina nguvu. Madamu wangu Bi Amina ni mwanamke tajiri mwenye maisha yenye shughuli nyingi. Lazima nikubali, anafanya kazi kwa bidii, ana akili na anapendwa na watu. Nyumba yake ni kubwa, yenye vitu vya thamani vinavyong'aa chini ya mwanga. Mimi ndiye ninayevisafisha kila siku, lakini najua sitawahi kumiliki hata kimoja. Wakati mwingine nikifuta kioo, naona sura yangu nikijiuliza, hii kweli ndiyo maisha yangu? Je, nitawahi kubadilika? Lakini mara moja mawazo hayo hunikumbusha mama na mdogo wangu. Karibu mshahara wangu wote na utuma nyumbani. Mara nyingi najinyima raha ndogo ndogo ili wao wapate dawa au karo. Sinunui nguo mpya, na apiga viraka vya zamani na kuvaa kwa tabasamu, kana kwamba ni mpya. Kujitoa kumegeuka kuwa sehemu ya maisha yangu, na siwezi kulalamika. Najifariji kwamba siku moja yote haya yatakuwa na maana. Furaha yangu pekee katika nyumba ile ilikuwa kumtunza mtoto wa Bi Amina. Mtoto huyo alinipenda sana. Alikuwa akikimbia kunikumbatia kila niliporudi sokoni, akicheka ninapomwimbia nyimbo wakati nafanya kazi. Mikono yake midogo usoni pangu ilinifanya nihisi bado kuna upole duniani. Kwa muda mfupi, mizigo yangu ilionekana nyepesi. Nilijua Mungu alikuwa anautunza moyo wangu usije ukaoza kwa chuki. Lakini kila usiku nilipolala kwenye kitanda changu kidogo cha chumba cha watumishi, mawazo yalinisumbua. Nilihesabu bili, dawa, karo na pesa ndogo niliyobaki nayo. Nilimfikiria mama akiumia kitandani, akisubiri hela nilizoahidi. Nilimfikiria mdogo wangu darasani bila kujua dada yake anateseka ili yeye asome. Wakati mwingine nililia kimya kimya, nikimwambia Mungu, tafadhali usiniachilie, nipe nguvu. Nilijua sina chaguo, familia yangu ilinitegemea. Lakini sikujua kwamba maisha yangu yalikuwa yanakaribia kubadilika kabisa. Nyumba niliyofanyia kazi kwa nje ilionekana tulivu, lakini ndani yake kulikuwa na dhoruba isiyoonekana. Bi Amina, japokuwa mkali na mwenye nidhamu, alikuwa mwanamke wa mafanikio. Alikuwa akihangaika na mikutano, miradi na safari. Watu wengi walimwona kama mfano wa kuigwa, lakini mume wake John alikuwa tofauti. Alikaa nyumbani muda mwingi akidai anafanya kazi kwa mtandao, lakini ukweli ni kwamba hakufanikiwa kama mkewe. Nilimpa heshima, nikimwita e bwana, nikimtumikia kimya, nikijitahidi nisiwe karibu naye. Nilijiambia, Maria, fanya kazi yako tu, usijichanganye na mambo yao. Lakini pole pole nilianza kugundua macho yake. Mwanzoni nilidhani ni mawazo yangu tu. Lakini nilihisi jinsi macho yake yanavyonifuata kila nilipopita, kila nilipoinama. Wakati mwingine alikuwa akiuliza maswali yasiyo na maana. Una rafiki wa kiume? Haukosi upweke? Unapenda kula nini? Nilijaribu kucheka kwa heshima na kuondoka, lakini ndani nilihisi hofu ikikua. Nilianza kumwepuka. Akija sebuleni, mimi nakimbilia jikoni. Akipanda juu mimi nashuka chini, lakini haikusaidia. Kadri nilivyojaribu kumwepuka, ndivyo alivyozidi kuwa jasiri. Sikuwa na mtu wa kumwambia. Bi Amina alimwamini sana mumewe. Nilijua nikijaribu kusema ataniona kama mharibifu wa ndoa. Kwa hivyo nilibeba siri yangu kimya kimya, lakini kimya hufika mwisho. Siku moja asubuhi, Bi Amina alikuwa ameondoka kazini mapema. Nilikuwa nasafisha sebuleni wakati bwana John aliingia. Alikaa kimya, akinitazama. Nilijaribu kupuuza, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Maria, unajua nakupenda, sivyo?" Moyo wangu uliruka. Nilijaribu kuondoka, lakini alizuia njia usiogope alisema naweza kukutunza wewe ni mzuri mno kwa kazi hii nilitetemeka tafadhali bwana nikasema kwa heshima lakini kwa uthabiti usiseme maneno kama hayo na kuheshimu wewe na Bi amina lakini alicheka kwa dharau heshima wewe unadhani anakuheshimu wewe ni mtumishi tu Nilimkwepa haraka nikajifungia store, nililia kimya kimya. Nilijua sasa lazima niongee. Usiku ule nilimwomba Mungu nipe ujasiri. Baba, kama lazima niseme, nisaidia kusema ukweli. Kesho yake nilingoja Bi Amina arudi nyumbani. Baada ya kumvika mtoto nguo za kulala, nilimwambia kwa hofu na sauti ndogo Madam, kuna jambo muhimu nataka kukuambia. Alinitazama kwa mshangao, ni nini Maria? Nilipumua kwa kina, nikamweleza kila kitu, macho, maneno na tukio la jana. Nilidhani ataelewa, nilidhani angalau atauliza ukweli, lakini nilikosea. Uso wake ulibadilika ghafla, machoni pake palionekana baridi na la chuki Alimvuta mtoto karibu naye, kana kwamba nilikuwa tishio. Nilijaribu kueleza zaidi, lakini alinikatisha kwa sauti kali. Maria, alisema kwa sauti thabiti, unajua unachokisema? Kwamba mume wangu John, baba wa mtoto wangu, angeweza kushuka kiwango cha chini namna hiyo? Unategemea niamini upuuzi huo? Madam Amina, nasema ukweli, nilimsihi kwa machozi Siwezi kusema uongo kuhusu jambo kama hili. Unanijua, nimekutumikia kwa uaminifu, nimelea mtoto wako kama wangu mwenyewe, nimekujia kwa sababu ninakuheshimu. Lakini alitikisa kichwa, uso wake ukawa mgumu kama jiwe. Basi unafikiri sijui watu wa aina yako? Wasichana maskini kama wewe mnahisi mnaweza kupanda ngazi kwa haraka Unafikiri kumvutia mume wangu ndiyo tiketi yako ya kutoka kwenye umaskini? Maneno yake yalinigonga kama mawe mazito, machozi yaliniungua, lakini nikakataa kuyaacha yateremke. Madam, tafadhali, nilijaribu kusema. Wakati huo huo, John akaingia sebuleni. Lazima alikuwa amehisi kile nilichokuwa nimefanya, kwa sababu mara moja alijifanya mwenye mshtuko na maumivu. Kuna nini hapa? yaliuliza akijifanya haelewi. Yule hausigeli wako Amina, alisema kwa hasira, anamshutumu wewe kwa kumtaka kimapenzi. John alishika kifua chake kana kwamba ameshtuka sana. Nini? Maria, unawezaje kusema kitu kama hicho? Alimgeukia mkewe, sauti yake ikijaa unafiki wa huruma. Mpenzi, unajua siwezi kufanya jambo kama hilo msichana huyu amekuwa akinitazama kwa macho ya ajabu, yeye ndiye anayenipa ishara. Sikutaka kusema chochote kwa sababu nilitaka kumlinda asiaibike, lakini sasa kwa kuwa ameleta jambo hili... Nilipanua macho yangu kwa mshangao. Sio kweli, nililia. Alikunja mabega akijifanya kama mwathirika. Unaona, hivi ndivyo nimekuwa nikikabiliana navyo. Anageuza mambo kwa sababu nilimkataa. Kisha kana kwamba alikuwa amepanga yote, akaongeza kwa ujanja, na nilimkuta mara moja akishika moja ya vito vyako vya dhamani. Sikupenda kuamini kwamba angeiba, lakini sasa sijui maana kama anaweza kunisingizia uongo, basi anaweza kufanya chochote. Hapana bwana John, Si kweli, nililia kwa uchungu, sauti yangu ikivunjika. unajua kile umekuwa ukiniambia, Madam, tafadhali niamini. Lakini Amina hakuwa akisikia tena, tayari alikuwa amechagua upande wake. Sitaki kusikia neno lingine, alifoka kwa hasira. Amina akaingia chumba changu kidogo akiwa na mume wake nyuma yake. Mtafute mizigo yake, John alisema kwa baridi. Nilisimama nikiwa nimeganda, nikimtazama Amina akichunguza begi langu akivuta nje vitu vyangu vichache vya thamani ndogo. Kisha moyo wangu ukavunjika kabisa. Kutoka chini ya nguo zangu zilizokunjwa akatoa kisanduku kidogo. Ndani yake kulikuwa na vito vyake, vile ambavyo alikuwa amenunua siku chache zilizopita. Magoti yangu yakalegea. Hapana! Nilipiga kelele Sijui kilivyofika hapo. Tafadhali madamu, niamini, sijawahi kukuibia. Lakini macho yake yalikuwa yamejaa hasira. Mwongo! Kwanza ulijaribu kuharibu ndoa yangu, sasa unaiba kutoka kwangu. Toka katika nyumba yangu mara moja. Nilianguka magotini, nikilia, nikishika miguu yake. Tafadhali madamu, naapa mbele za Mungu, mimi ni msafi Sijawahi kugusa vito vyako, tafadhali, kwa ajili ya mtoto wako anayenipenda, niamini. Lakini alinisukuma mbali kana kwamba mimi ni uchafu. Wewe ni nyoka niliyeingiza nyumbani kwangu, nilikuamini nawe umenisaliti. Toka kabla sijaita polisi. John alisimama nyuma yake akijifanya mwenye hasira, lakini niliweza kuona tabasamu la kificho midomoni mwake. Alikuwa ameshinda. Kwa uongo mmoja tu na hila moja mbaya aliniharibu. Nilipotoka nje ya nyumba ile nikiwa na nguo zangu pekee, nilisikia sauti ya Amina ikiniita kwa ukali, usionekane tena hapa. Kilio cha mtoto wake kilisikika nyuma akinipigia kelele kwa jina langu, lakini Amina alimnyamazisha haraka. Sauti hiyo ilinichoma moyoni kuliko kitu kingine chochote. Nilipotoka katika lile jumba nililodhani ni la furaha, nilihisi kama dunia nzima imenigeuka. Nilikuwa nimeingia humo nikiwa na matumaini, nikidhani nitapata upendo, heshima na familia ya pili. Lakini sasa niliondoka nikiwa nimebeba maumivu, aibu na machozi yaliyokauka uso mzima. Nyumba niliyoamini ni ngome ya furaha ikawa kaburi la ndoto zangu. Baridi la usiku lilikuwa kali, upepo ukivuma kwa nguvu, ukichanganyika na moshi wa magari ya mjini. Nilitembea kando ya barabara kuu nikiwa nimebeba begi langu dogo, miguu ikitetemeka, moyo ukilia kimya kimya. Kila hatua ilikuwa nzito. Nilihisi kama dunia imenitupa mbali na kila kitu kizuri. Nilipiga hatua bila kujua ninapoelekea, nikijaribu kuzuia machozi yasitoke, lakini yalinitoka yenyewe bila ruhusa. Nilipofika karibu na daraja moja dogo, nilikaa pembeni, nikashusha begi langu na kuketi juu ya mawe. Nilijilaza taratibu, nikitazama anga lililokuwa limejaa nyota. Nililia sana, kilio cha moyoni kisicho na sauti, lakini kilichopenya ndani kabisa ya nafsi yangu. Kichwa changu kilijaa mawazo. Nilimkumbuka mama yangu kule kijijini, yule mwanamke aliyenilea kwa shida, aliyelala njaa ili niweze kula. Nilijua sasa atanisubiri kwa matumaini kwamba mtoto wake yuko salama mjini, bila kujua niko barabarani, sina pakwenda, sina hata chakula. Nilimkumbuka pia kaka yangu mdogo, yule nilimwahidi nitamsaidia masomoni. Nilihisi machozi mapya yakinibubujika. Mungu wangu nilinong'ona, kwa nini haya yananitokea mimi? Usiku ule nililala pale kando ya barabara, mbele ya duka dogo lililokuwa limefungwa. Nilijilaza nikiwa nimejifunika kwa kitambaa changu cha kazi, nikijaribu kupata usingizi wa huruma. Lakini kila nikipumua, baridi ilinichoma na mawazo yalikuwa yakirindima kichwani. Nilihisi maumivu ya miwili, ya mwili na ya moyo. Hakuna aliyenijua mjini, hakuna wa kunifariji. Nilijiona mdogo, dhaifu na asiye na maana. Lakini katikati ya uchungu huo wazo likanijia. Nilijiambia moyoni, asubuhi nitaamka, nitajitahidi. Nitaenda kwenye hoteli kutafuta kazi yoyote ndogo. Hata ya kuosha vyombo, ili mradi nipate chakula cha kuweka tumboni. Nilipoamka asubuhi nilijifuta uso kwa kitambaa, nikanyosha nguo zangu kidogo, kisha nikaanza kutembea kuelekea katikati ya jiji. Niliona hoteli moja kubwa sana yenye mlango wa kioo na walinzi waliovaa nadhifu. Nilijaribu kujishusha moyo, nikapumua kwa kina, kisha nikaingia. Nilimkuta meneja wa usafi akisimamia wafanyakazi. Kwa unyenyekevu, nikamwambia Samahani bwana, naomba kama mna kazi yoyote hata ya kuosha vyombo. Sitaki mshahara mkubwa, nataka tu nipate chakula. Alinitazama kwa muda akashusha pumzi, kisha akasema, tuna uhaba wa mtu wa kuosha vyombo, ukiwa tayari kuanza leo unaweza. Nilihisi moyo wangu ukipiga kwa furaha, nilishukuru sana, nikavaa apron na nikaanza kazi mara moja. Mikono yangu ilichoka, maji yalikuwa ya baridi, lakini nilifanya kwa bidii isiyo na mwisho. Nilihisi furaha ndogo kwamba Mungu alikuwa bado ananiona. Nilifanya kazi hadi jioni nikiosha sahani, viungu, vikombe, kila kitu. Wafanyakazi wengine walinishangaa kwa sababu sikuongea sana, lakini nilitabasamu kila mara. Jioni ilipofika, nilimaliza kazi nikiwa mchovu kupita kiasi, lakini nilipokumbuka sina pa kwenda, moyo wangu ulipata uzito mwingine. Nilitembea tena barabarani hadi nikafika kando ya duka moja dogo lililokuwa limefungwa. Nilijikaza nikakaa karibu na mlango wake, nikiegemea begi langu. Niliomba kimya kimya, Mungu, kama kweli unaniona, nionyeshe njia. Usiku huo ulikuwa tulivu, na mimi nilikuwa nikijaribu kulala, lakini ghafla nikasikia sauti ya injini Nilishtuka. gari la kifahari sana lilisimama taratibu kando ya lile duka. Nilinyanyuka haraka nikawa macho. Mlango wa gari ulifunguliwa polepole pole, na mwanaume mwenye suti nyeusi mwenye uso wa upole lakini mwenye mamlaka akatoka nje. Nilihisi woga na aibu. Nilijua mwonekano wangu haukuwa mzuri, nilikuwa mchafu kidogo, nywele zikiwa zimevurugika yule mwanaume alitembea kuelekea dukani, akakaribia kuniona, kisha akasimama ghafla. Alinitazama kwa makini, macho yake yakionyesha mshangao na huruma kwa wakati mmoja. Dada hii ni wewe? aliuliza kwa sauti ya upole. Nilitetemeka. Mimi? niliuliza kwa sauti ndogo. Ndiyo, nimekuona leo asubuhi ukiwa unaosha vyombo pale hoteli kubwa Nilijua uso huu, siwezi kuusahau. Wewe ndiye yule msichana mchapakazi. Nilishindwa kuzungumza, nilihisi machozi yananijia tena. Nilijibu kwa aibu, ndiyo bwana, ni mimi. Alitabasamu kidogo, naitwa Musa, alisema akinipa mkono, ni daktari. Nilikuwa nikipita tu hapa, sikutegemea nitakuona hivi. Kwa nini unalala hapa nje? Nilishusha macho chini nikamwelezea yote. Nilimwambia jinsi nilivyofukuzwa kwa uongo, jinsi nilivyolala barabarani na jinsi nilivyoanza kuosha vyombo ili tu nipate chakula. Alinisikiliza kwa makini, macho yake yakijaa huruma. Baada ya muda alisema kwa upole, njoo nami. Siwezi kukuacha hapa. Alinifungulia mlango wa gari lake nami nikaingia kwa woga. Tulifika kwenye hoteli nyingine ndogo ya kifahari akaagiza chakula kisha akaniwekea mbele. Kula kwanza, alisema. Nilikuwa njaa sana, nikaanza kula polepole huku machozi yakinitiririka. Baada ya kula alinigeukia na kusema, Ana, usijione duni. Watu wazuri hupitia mateso lakini Mungu huwa ana mpango Leo usiku utalala salama, kesho nitakupeleka mahali ambapo utapata kazi nzuri. Nilishindwa kuamini masikio yangu, nilimshukuru mara nyingi, lakini yeye alinitabasamia tu. Alinipeleka kwenye nyumba ndogo nzuri karibu na hospitali alikofanya kazi. Lala hapa, usijali chochote, kesho nitakuja. Usiku ule nilisali Nilimwambia Mungu, sina cha kukupa, lakini nashukuru umeniona, hata pale nilipohisi sina maana. Nilimpigia simu mama yangu, lakini sikutaka kumtia wasiwasi. Nilimwambia mama, niko salama, mambo ni mazuri tu. Baada ya siku moja, Musa alirudi na gari lake la kifahari. Alinichukua akanipeleka kwenye hoteli mpya aliyokuwa akiifungua. Nataka uanze hapa, alisema. Wewe utasimamia usafi na mapokezi. Nilihisi moyo wangu unacheza furaha. Nilijua sasa maisha yangu yalianza kubadilika. Nilifanya kazi kwa bidii siku hadi siku. Wateja walinipenda kwa unyenyekevu wangu, tabasamu langu na uaminifu. Hoteli ikaendelea kukua, wageni wakazidi kuja, na jina langu likaanza kutambulika kama mfano wa kazi nzuri. Lakini siku moja, Musa aliniita ofisini kwake. Nilidhani ni mazungumzo ya kazi. Tulikaa kimya kwa muda, kisha akasema kwa sauti tulivu, Maria, nataka uniambie ukweli wote. Nani wewe hasa? Nini kilikupata? Nilimwelezea kila kitu kwa undani, nikamwaga machozi nikiwa nakumbuka maumivu yangu yote. Alinisikiliza bila kunikatiza, kisha akasema kitu kilichonishangaza sana, Ana, ninakupenda." Kupenda! Nilishtuka, nilijaribu kusema kitu lakini sauti ilinikatika. lakini mimi ni maskini, nilinong'ona. Alinikazia macho na kusema, upendo hauchagui wapi umetoka. Umenifundisha maana ya moyo safi. Baada ya mwezi mmoja, tulifunga ndoa ndogo yenye baraka tele. Alinisaidia mama yangu kwa matibabu hadi akapona kabisa. Alinilipia masomo yangu, na miaka michache baadaye nikahitimu kuwa mwalimu wa chuo kikuu maarufu mjini. Maisha yangu yalibadilika kabisa. Nilirudi kijijini, nikamkumbatia mama yangu kwa machozi ya furaha. Nilimnunulia nyumba mpya, nikamwambia Mungu alinisikia. Nilipokaa usiku nikitazama nyota, nilikumbuka siku nilizolala barabarani nikilia. Nilitambua kwamba Mungu hakuniacha hata sekunde moja. Nilijifunza kuwa hata baada ya dhoruba kubwa, jua huonekana tena. Na leo kila ninapomwangalia Musa na watoto wetu, moyo wangu hujaa shukrani. Nilichojifunza ni hiki: watu wanaweza kukutupa lakini Mungu akikuchagua hakuna atakaye kuzuia kuinuka. Asanteni sana kwa kutazama hadithi hii, natumaini umejifunza kitu. Tupatane kwa hadithi nyingine ninayokuletea muda usio mrefu.